Nazungumza hivi kwa sababu nachua nguvu ya kiti. Sijajua kama kuna watu ambao wanaweza kanielewa nitakachoweza kuzungumza, naomba nijaribu. Mimi nimezaliwa peke yangu wa kiume. Asili yangu ni mimi, ni mtu wa Tabora, nimezaliwa huko, na sio kuzaliwa huko, a a, asili yangu ni huko, lakini nikazaliwa kwenye mji mwingine Bahati mbaya baba yangu akafariki, na kabla ya yeye baba yangu kufariki, babu yangu alikuja kuja kumtembelea baba, na yeye akafariki. Alivyofariki akazikwa kwenye kijiji fulani, na alipozikwa watu wa asili ile wakatambua kwa huyu mtoto ni mtoto wa mzee fulani, tunahitaji ambaye baba yangu alikuwa anaitwa Saimoni, akasema huyu ni mtoto wa mzee Saimoni, mzee Bani tunahitaji sasa. Baada ya Bani kufariki, kiti chake hii anapaswa kuweza kupewa kiti chake, inamaanisha ni nini mamlaka inayoweza kutawala katika ulimwengu wa nini wa roho, akawekwa pale kwenye kiti, akawekewa upinde, akawekewa na matunguri na nini, akasema hii ndiyo zana ya baba yako ambaye ya ameondoka kwenye ulimwengu huu. Sasa tunakukabidhi, tunahitaji uchunge ukoo, si kama unaelewana uchunge nini ukoo. Oh, sio kitu cha kawaida nini, ambacho onakuna. Wameleta kiti wakamkalisha kama hivi, nitakueleza hata mimi ni walivyonifanyia, halafu akafanya hivi, wakaanza kumkabidhi vile vitu nini walichomwambia? Wakasema namba, tumekupa kiti, tumekuta, tumekupa nini, kiti, watawale wenzako. Neno lako lolote utakalo sema itakuwa ni sheria, na yoyote atakayepinga akumbane na nguvu ya huyu ambaye amekupa urithi wa kumiliki watu wako. Hivi unafikiria ni kitu cha kawaida? Sio kitu cha kawaida. Baada ya hapo, wanambebea kiti wanampelekea chumbani kwake, anaenda kukiweka kiti halafu, anasema bwana, akitaka kufanya maamuzi yoyote, kama anaenda tofauti na sheria ya familia na ukoo, anaenda kwenye kiti, anasema: enyi baba yangu ulikolala, baba yangu ulikolala, tazama Johni ananisumbua, tabia yake imekuwa ileweki, Patriki ameniacha Analalamika kwenye kiti ambacho amepewa kama ulisi. Kile kiti ni mamlaka, inaanza kuzungumza katika ulimwengu wa roho, kuweza kushughulikia ile haja au malalamiko ya yule mwenye mamlaka aliyekabidhiwa. Na yule mwenye mamlaka aliyokabidhiwa, sio yeye anayezungumza, inayezungumza ni mamlaka iliyo ndani ya nini? Ya kiti. Unashangaa mara mtu anaanza kuvua Mungu. Nini? Anasema nini? Anasema bwana, kiti kimekasirika. Kiti kimefanya nini? Kimekasirika. Kimekasirika. Kwa kuna maisha unaishi leo hii, kuna hali unatembea leo hii, sio kwa sababu yako wewe hujui kutafuta, sio kwa sababu wewe labda umekataliwa, sio kwa sababu labda wewe huna elimu, kwa sababu ya kiti ambacho kiliapa wao kwama wao hutoweza kufanikiwa kwa sababu gani? Umekabidhiwa matunguli, umekabidhiwa mizimu, wewe umekabidhiwa kila mahali, huwezi kutoboa kama Bwana hayupo. Amen. Hallelujah. Amen. Aleluya, amina. Kuna watu wengine kwao kwao, tabia zao hazieleweki. Sasa nijaribu kuzungumza kwenye kiti. Baada ya hapo baba yangu na mimi akafariki. Alipofariki wakaitwa wazee, narudia tena, wakaitwa nini? Wazee, naomba nijaribu, wakaitwa wazee, walipoitwa wazee Wakanikalisha akasema, jamani, kiti chake cha mzee kile kiko wapi? Kiti cha mzee kiko wapi? Kiti cha mzee ni kiti cha babu alichokabidhiwa nani? Baba kiti. Akasema, huyu afanya nini? analisi sasa utawala. Baba yake amefanya nini? Ameondoka. Na ye babu yangu aliisi kile kiti kwa babu, kwa baba yake, si unanielewa? Kwa, kuna maisha ya leo hii unaishi, sio maisha ya kwako, kwa ambayo Mungu anahitaji uweze kuishi. Na ndio maana ukishaokoka haiishii wokovu tu, unahitaji kuchukua hatua ya kuweza kujichajisha ili kuweza kufikia yale malengo ambayo Bwana amekuwekelea kwenye maisha yako ya wokovu. Anasema, bwana, mimi nimeshaokoka. Bwana ameniweka huru. Lazaro alipokufa, Lazaro alipokufa, jiwe likaondolewa, jiwe lilivyoondolewa akatoka nje, alikuwa na nini? Kama jamani, ni wasomaji wa Biblia, alikuwa na nini? Alikuwa na kamba kwenye miguu, na alikuwa na nini? Leso kwenye uso. Yaani maana yake nini? Haruhusi kupiga hatua, kweli amefufuliwa, haruhusi kupiga hatua na haruhusi kuona yanayopaswa kuonwa. <laughs> Nini shida? Chanzo, waliomfunga walikuwa na maana gani? Shida siyo, tatizo sio kiti. Je, wale walioweza kukupatia kiti au watu ambao umekalia kile kiti, nia yake ya kile kiti ni nini? nia ya kiti cha baba yangu nilichokabidhiwa, ninahitaji niwe na mamlaka. Kwa hiyo wakaniambia hivi, kaa hapa, nikakaa. Na mimi wakaniletea upinde, wakaweka hapa. Sasa baba yangu mimi alikuja akaokoka akaachana na hivyo vitu. Kwa, alikuwa na silaha tu, wakaniletea gobole nikaweka hapa, wakaniletea na nini, wakaniletea na fimbo na kila kitu kilikuwa na maana yake. Wakaniletea na kikopo, kinini kikopo fulani kina mishale mule ndani, kimetengenezwa kwa mfumo wa ngozi. Halafu mule ndani kuna nini? Kuna mishale. Wakaanza kuniambia kila nini, lakini ikiwa na maana hawaniambii nikiwa nimekaa kwenye kiti cha jirani kilichochukuliwa. a a, wametaka kiti cha nani? Cha baba yangu. Kwa tafasiri ya kiti ni mamlaka. Sasa mamlaka tunaenda kuitafuta mamlaka hiyo ambayo wewe umekabidhiwa umekarishiwa, au baba yako aliokarishiwa, ni mamlaka ya namna gani, inayoweza kufanya hivi leo ulivyo? Umefanikiwa, hujafanikiwa, umelaniwa, haujalaniwa, upo kwenye magonjwa, haupo kwenye magonjwa, mamlaka uliopewa nipi? Tatizo sio kiti, tatizo ni nia ya kiti kile ambacho kwenye nini, kwenye shida. Na ndio maana katika, ikishajulikana sasa, itajulikana kama tatizo ni kiti, ndicho kilichokalia, au sio kiti? Yesu asifiwe sana. Nikapewa, nilipopewa nikaambiwa hivi, hupinde ni silaha aliyoweza kukupa baba yako, sio wao tena. Baba kafariki, mimi naambiwa tena, ananipa Si unanisikia? Ni, una kuna viapo vingine unaweza ukadhani ni vya kawaida. Yaani unaniambia hayo yani mini, za, baza, yangu, haipo, sipiwe, Bambangu, mifariki, mimi ni kwanza kwanza akili yangu mimi ilikuwa haipo kabisa ilikuwa ishafatuka. Yesu asifiwe sana. Baba yangu amefariki mimi yana na nilikuwa nimepita kwa mambo mengi sana. Kwa nikaona wao wanza wanampotezea mimi muda muda wako. Yesu asifiwe wa sana. Uwarinde wenzako sasa nikaangalia huyu mkuu kinawarindaje tena? Yaani kila mmoja yupo kwenye nyumba yake, kila mmoja yupo na mambo yake, mimi nalindaje sasa? Nikiwa naangalia mambo ya uswahili haya, wakasema, nama hiki kiti uamue ndugu zako na yeyote, kwa sauti yako atatii, kwa sababu ya kiti cha mamlaka ya baba yako iliyotoka kwa babu yako. Si unaona jinsi inavyoenda generation. Kizazi kinavyoanza kufanya nini, kupelekwa eh? Wakaninipa tena mimi ule, ule upinde, shika upinde na unashika kweli, weka hivi unashika hivi eh. Adui watakapowavamia ndugu zako, uende kwenye kiti uwapige mshale, uende kwenye nini uwapige nini mshale. Hapo ndo wakanichanganya kabisa Wakanitanganya kabisa niende kwenye kiti na wanapiga wanipige nini wanipige mshale sasa. Nikafikiria ni nini shida, walimotoka hapo wakasema hivi, tumekupa hii fimbo, hii fimbo ni sehemu ya kuonyesha ishara mahali ambapo unahitaji kwenda, si unanielewa? Na yeyote yule anaye na tofauti ya hiyo muonyeshe fimbo. Kwa kama wewe labda umeleta shida, ambia wewe, usimuonyeshe kidole, muonyeshe nini, fimbo. Walinipa maelekezo. Sasa mimi mtu wa Bongo bali walinipa yale pale, nikaenda nikarusha kwenye nini, kwenye chumba kimoja. Nimemaliza msiba, kesho yake nikafanya nini, nikalala zangu mbele. Siku ya siku ilikuja kugombana na maana sasa. Nikaja natafuta kulikopo, na tafuta kulikopona, tunachoma mahindi, natafuta kuni zimekosekana. Nikaenda nikavunja nini, nikavunye eh, ile fimbo nikavunja, nikaweka kwenye nini, kwenye kuni, kwenye moto huko. Ilinitesa, ilinitesa na sehemu ya vyanzo vya kuweza kuokoka iko ni hivyo. Nilikuwa nikilala, baba nakuja Baba anafanya nini? Anafucha, anasema mwanangu, kwa nini umenikataa? Kwa nini umenikataa? Nimekupa mamlaka uwatawale wenzako, mbona umenikataa? Basi kama umekataa basi nabidi ukae na mimi. Na kurupuka shici. Kama kuna watu ambao bado wanaota ndugu zao watoto wazazi wao, tatizo sio wewe, tatizo ni kiti. tatizo ni nini? ni kiti kurupuka na hema moyo unadunda pu. Yani nilimwona lini kabisa mzazi, nikaanza kusema na madini nini tena, nikaanza kuogopa pla k nikita upata usingizi nakurupuka na Yesu asivosa. Ikaenda ikaenda kaenda kaenda, baadaye baba akaanza kuniahidi ahadi njema. Umeona watu wanavyoanza kuenda sasa shida ya kiti inakufuatilia. Kwa sababu gani? Ni mamlaka inayotembea katika ulimwengu wa roho, na huyu, kwa sababu alikuwa katika giza, bado alikuwa ulimwengu mwingine, hajauacha, alikuwa kwenye kificho tu na ametoka kuokoka. Sio wote waliookoka bado wapo kwenye wokovu, wengine wameokoka, lakini bado wanatembea kwenye nini? Kwenye kivuli cha mauti cha asihi. Yesu asifiwe sana, Yesu asifiwe sana. baada ya hapo mimi kilitokea akaanza kuniahidi akaniambia hivi, nitakupa nitakurudishia nini mamlaka yako, lakini unapasa kuweza wachunga wenzako. Nini kilichofuata? Kuna mzee mmoja akatokea siku nilivyotoka Bongo, nimefika pale, kuna mzee mmoja akaja kasema hivi, kuna kiti ambacho baba yako alimiazima nimekirudisha sasa, sina mimi ile, katika ulimwengu wa roho. Sijui kama ningekuwa nimeokoka ningekataa. Yesu asifiwe sana. Baba yako tena, namtaja kabisa na jina. Huyo mzee alikuwa naitwa Daudi, Daudi cha kutemana, cha kutemana, majina ya, ya Wagogo cha kutemana. Yesu asifiwe sana. Akakileta kile kiti akasema baba yako aliniazimaga. Nimekaa nimefikiria, siwezi kukaa na kiti cha ja familia na mmiliki wa huko yupo, akaletea akasema. Na fimbo yake yeye ya alikuwa naipenda sana, akaileta na ile nini fimbo. Kumbuka zile za kwanza, nimeota moto wa mahindi, kwa tafasiri yake ile ndoto baba akasema, nitakurudishia nini mamlaka yako uwachunge nini wenzako sasa. Nikawa nafikiria ananirudisha kwa, kwa namna gani? na kati yeye alichofanya nini alishakufa mtu akatokea akasema kuna mtu alikuwa ameazimwa vile viti vya baba vinarudishwa kwetu na kwangu. Umeona jinsi roho za, za, za, za, za kiti ilivyoko ving'ang'anisi, kwa kuna maisha hapa wewe unaishi unaishi katika aibu kwa sababu ya asili ya kwako ulikotoka kwenye kiti. Yesu asifiwe sana nikakamata kile kiti nanii vitu nikarudisha ndani. Baada ya kurudisha ndani, ndoto zile zikafanya nini zikaisha eh. Nikasema huko, kumbe hii fingo ni dawa hii na kiti ni dawa. Nilipokuja kuokoka nikavifuata vile vitu, nikasema Bwana, kumbe hizi zilikuwa zinanitaabisha. Nilikuwa napambana sana kutoboa maisha, kila nikitaka kutoboa matatizo yanatokea, picha zinaisha kuna watu mpo hapa, mnaona kabisa mlango wa mafanikio huu hapa, ghafla unafanya nini? Unayeyuka. Tatizo ni kiti, tatizo ni nini? Kwa sababu kuna watu wametoa uhai wao, kwa sababu kwa, kwa nini? Kwa mizimu na waganga na vivi wa itatueleza, kwa ajili ya mambo yao binafsi. Mtu anakwambia hivi, ewe mizimu, sikia huko uliko nahipi nicho kiti changu nichokaa cha utawala, nahitaji niwe na sauti na agano langu. Kuanzia sasa kizazi changu chote kinachotoka kwenye kiuno kitakusikiliza wewe. Una wokovu wako mchongo mchongo, wokovu wa mchongo wa dakika mbili dakika tatu hapa unakufa kama kuku wa kideri, lazima ufatiliwe kwa tatizo sio wokovu wako, tatizo tatizo ya si, tatizo la maisha uliokuwa nayo, tatizo nini? Ni kiti. Ukiona umetoboa elewa, tayari umeshaweza kushinda na upo katika kiwango cha hali ya juu. Sa na kanisa ni lazima liweze kujua na, rujua, na ya kuweza kutoka hapa, na usipoweza kujua namna ya kuweza kutoka utajikuta umeokoka, lakini maisha yako yamekuwa ni ya shida. Nshi sio kuota na mtu ambaye haoti ni maiti ambayo inatembea hapo sasa ndo shida. Inawezekana ikawa nimekuchanganya kama wote, sio somo langu kama hao wote. Ndoto mbaya au nzuri, ni maiti inayotembea, kwa sababu ndoto ni taarifa ya mambo yajayo. Umenisikia, ndoto ni taarifa ya mambo yajayo. Ukija kisasa ni nega, yani nini? Ni negative. Ni nini ni negative? Ndoto ni negative negative jamani, mnaelewa ni kitu cha nini? pati ki, naomba nisaidie. Yani ni, ni, ni, ni, ni kitu ambacho ni kama ni kopi fulani, lakini ukisafisha inatoka picha nini kamili, si unanielewa? Negative, mfano nyakati za zamani sana, si kama nye mlishapiga picha, unapiga picha pa una negative nyuma yake, ile negative nyuma yake unaipeleka ndani, unaihifadhi kwenye kikopo fulani. Kwa hiyo kama picha ile ikipotea, unaenda tena kule studio, wanakutolea tena picha nyingine. Ile nyakati zile zilikuwa nzuri sana, sio sia sasa hivi. Sasa hivi ukupoteza kumbukumbu hapo, kama ujaweka kwenye Google picha, limefanya nini, limeisha. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndoto ni negative; ukisafisha, ukisafisha nitoka nini, picha kamili. Maana yake ni ni jambo lijalo ko kama moota mama yako anakujia, elewa roho ya mauti na, na mtu alichafariki muda mrefu sana, ni roho ya mauti inafuatilia nini? maisha yako. Ukiota ndoto, mshirikishe mtumishi wa Bwana, yeye atakupa tafsiri kamili. Sio wote wanaoota wanajua namna ya kuweza kufafanua ndoto, haiwezekani. Kuna watu ambao wapewa hiyo neema ya kufafanua nini ndoto. Mwingine kazi yake ni kuota. Yesu asifiwe sana yaani anaweza kaota ndoto ambayo inaweza kusaidia hata kanisa. Nasema jamani, naona nimeonyeshwa kanisa, naona ni kama linazama kwenye nini? kwenye maji. Ah. Hapo bado lijazama. Mara nyingi ndoto inatokea kabla jambo lijafanya nini? Halijatokea. Tafasiri yake nini? peleka kwa mchungaji. Mungu yeye hajaruhusu aweze kuona ila wewe umeonyeshwa ili kanisa lifanye nini? Liombe lakini watu wanaota ndoto wamenyamaza nini? Kuna wengine hawaoti, ko kanisa limeweza kufanya nini? Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Ko kanisa unakuta unapita kwenye mapito hakuna mtu yote anayeona, mchungaji akapewa karama ya kuweza nini kufundisha kanisa na kuhubiri, na kuhubiri, kutoa mapepo, hajaonyeshwa harama, kwa sababu kama akionyeshwa Mungu naye huwa anaficha, akionyeshwa juu ya tatizo la watu, inawezekana akalalua watu wote wakafanya nini wakaisha. Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Tatizo ni kiti. Tatizo ni kiti. Cha kwanza, wana wa Mungu, mnapaswa kuweza kujua nini maana ya kiti? Kiti ni kitu ambacho mwanadamu amekitengeneza kwa makusudio ya kuweza kukaa. Ni kifaa ambacho kimetengenezwa tu, kama unavyoweza kuona kila mmoja aliyopo hapa amekalia nini? Kiti. Lakini unachopaswa kuweza kujua, sababu ya msingi si tatizo kiti. Yesu asifiwe sana huh? si tatizo kiti. Kukaliwa sio tatizo. Tatizo linaanza, nia ya kutengeneza kiti ni nini? Nia ya kukalia kiti ni nini? Nani ambaye nyumbani kwake hana kiti anyoshe mkono. Kila mmoja hapa nyumbani ana nini? Ana kiti. Lakini kiti kile ulichokiweka, nia yako ni nini? Kile kiti ambacho umekiweka, utasema ni kukalia. Kwa katika ulimwengu wa mwili na katika ulimwengu wa kawaida, katika maisha yetu tunaweza tukatambua kiti kama kiti. Madhumuni ya kiti ni kukaa, lakini sivyo unavyoweza kufikiria katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa ufalme, ni vitu viwili tofauti ambavyo unapaswa kuweza kuchua ili uweze kutoka mahali ulipo uelekee mahali pengine ambapo panaweza pakakusaidia ukachua nguvu ya kiti. Kuna watu wamejichagulia hata kazini. Ah, kiti changu sitaki mtu mwingine afanya nini, akalie. Kuna maana, mamlaka yoyote unayoweza kuiona duniani, mamlaka yoyote unayoiona duniani, iwe ni katika ufalme wa giza, iwe katika ufalme wa nuru, cheo ni kiti. Kwa hiyo sababu ya msingi sio, tatizo ni kiti. Sababu ya msingi kiti kipo kwa nia ipi, na umekiweka kwa sababu gani? Kina maana kubwa sana, hata hapa kanisani, na ndio maana tulipoanza huduma niliwaambia kila mmoja aje na nini, na kiti. Watu wanunue nini, viti. Kulikuwa na maana. Fundisho kuhusu kiti, utawala wa duniani. Andika hivyo: fundisho kuhusu kiti, utawala wa duniani. Kitabu kile cha Tito tatu mstari wa kwanza. Tito 3:1. Ndio, ndiyo inasemaje? Neno la Mungu linasema, Neno la Mungu linasema hivi, wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka, wakumbushe watu kunyenyekea wenye uwezo na mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi iliyo njema. Ishi hapo, hapo. Unapozungumzia kunyenyekea wenye uwezo na wenye mamlaka, inamaanisha kuna mtu ana mamlaka ya juu, na mamlaka aliyonayo ni mamlaka ambayo inatokana na hali ile ya kuweza kupewa ambayo unaweza ukafafanua katika namna tofauti. Mfano, inawezekana ukaa hapo unamchua mwenyekiti wako wa serikali za mtaa, ni lazima uweze kuchukua nafasi kwa katika namna ya kawaida. Ni mtu kama mtu wewe, si kama, tunaelewana, ni wa kawaida tu kama wewe, ni mtu mwenye heshima zake tu kama wewe unavyoheshimiwa, lakini yeye amekuzidi zaidi ya kwa sababu ya mamlaka aliyopewa ya kiserikali na mamlaka aliyopewa ya kiserikali, siyo mamlaka ya kawaida, ni mamlaka ya kiti. Kiti kile ndicho kinachoweza kumpa amri ya kuweza kuamrisha. Leo hii anaweza akasema ninahitaji wananchi wangu siku ya kesho waweze kuja tuweze kufanya usafi, na yoyote ambaye hawezi kufanya usafi, hukumu yake atakuwa ni jambo hili na hili na hili. Kinachoongea pale sio mtu wala sio mwenyekiti ambao ambayo unachua ni kama jina. Kinachoongea pale ni mamlaka iliyojaa katika kiti. Yesu asifiwe sana. Kwa nini hapa hawezi kukaa mtu yoyote? Kwa nini hapa amune hata katibu akae hapa? Aa, hiki kiti kina mamlaka. Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye anaweza kakaa labda ni kaimu wangu na akitoka huyo, kuna mwingine eza kama nikitoka nisema bwana, nitamwachia huduma mtu fulani, ndiye anayeweza kukalia nini kiti. Maana yake ni nini? Nimemwachia mamlaka ambayo ni nini. Nyinyi mnaona kama ni kiti cha kawaida, lakini kiti hiki kimebeba nini? Mamlaka. Kanisa, tunaelewana hapa? Tunaanza kuelewana vizuri. Kwa hiyo unapozungumzia kuheshimu mamlaka, maana yake kiti kilichowekwa kimepewa nguvu katika ulimwengu ambao upo kwa nyakati hizo na sasa nahitaji tuweze kujifunza vitu viwili vitatu ambavyo vitaweza kutusaidia tukachua nguvu inayopatikana katikati ya kiti, na ni lazima uweze kuchua. Kuna watu wameshindwa kwa sababu ya kiti, kuna watu wamefanikiwa kwa sababu ya kiti, kuna watu wana mamlaka kwa sababu ya kiti, kuna watu wanaweza kufanya mambo ya uharibifu kwa sababu ya kiti, kuna watu wengine mnateswa na nguvu za giza kwa sababu ya kiti bia Maisha ya watu wengi yameharibika, maisha ya watu wengi wamepigwa, maisha ya watu wengi wanaishi katika hali ya umasikini, hali ya kuweza kutembea wakiwa katika hali ya unyonge, kwa sababu ya kiti. Na ndio maana katikati ya kiti, kuna watu jamii hiyo inatoka ikiwa na tabia hii, kuna jamii hiyo inatoka ikiwa na magonjwa haya, jamii hiyo inatoka katika hali fulani, kuna familia nyingine inatoka katika hali ya ufalme tu, yaani anatoka huyu anakuja huyu ni kiongozi, anatoka huyu anakuja huyu ni kiongozi. Jamani, hamjai kuona nini? Kiti. Tatizo ni nini? Kiti. Haleluya, haleluya. Kuna watu wengine sasa hivi ninavyozungumza, kwao wana tatizo, tatizo lao ni watu wanazaria nyumbani maana yake ni nini? Kile kiti ambacho kiliweza kukarishiwa mtu ambaye alikuwa amebeba mamlaka aliyoweka kiunoni, ndicho kinachoweza kufanya kazi katika ulimwengu huu wa maisha yako ya sasa. Kuweza kutoka, ni lazima uweze kuchua namna ya kuweza kuomba, umwambie Bwana, kiti chochote kilichoweza kukalishwa ambao uzao wangu ulitoka huko, hicho kiti nina kipasua kwa jina la Yesu Kristo. Na asubuhi ya leo na mchana wa leo, kila kiti chochote kilichokalishwa maisha yako kinachokufanya uwe hivi ulivyo leo, hicho kiti nina kipasua katika jina la Yesu Kristo. Hai sema amen, tatizo amina, amina, amina. Ni kiti amina. Upo unaishi maisha unayoishi kwa sasa kwa sababu ni kiti. Kuna watu jamii yao hawawezi kutoka kwenye ulevi, unajaribu kumsaidia lakini hawezi kusaidiwa. Kwa sababu gani? Asili ya huko walikotoka, ni kwa sababu watu waliishi katika misingi, wakakalishwa kwenye viti, wakarisishwa vitu ambavyo sio misingi ya ulimwengu wa sasa, ambayo unaweza kumtolea mwanadamu matokeo chanya ya mafanikio. Amina, haleluya, amen. Hii jamii kazi yao ni kujinyonga. Yaani ukimuuzi tu anatafuta nini? Kitanzi, anajinyonga. Shida siyo yeye, tatizo ni kiti. Asili yake alikotoka ni nani aliyekuwa amekalia kile kiti? Si kama kanisa tunaelewana? Hakuna tatizo lolote ambalo linaweza katokea kwa mwanadamu lisilokuwa na chanzo na ndio maana mtu rais leo hii yeye sio mtu, akitoka pale madarakani kofia itakayo uweza kumfunika ili awe na mamlaka sehemu fulani ni kile kiti alichokalia, kwa anaendana kutokana na ile roho na ile ujasiri atakaokuwa nao kwa sababu ya kile kiti alichokalia alichokalia. Amen. Haleluya. Amen. Na ndiyo maana mwana Mungu, ili uweze kuwa na ufahamu unahitaji kupata fundisho kamili litakaoweza kusaidia kumiliki na kutawala na kuweza kubomoa misingi iliyojengwa nyuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina, msukume amina. Amina. Jirani yako muulize, e, tabia za kwenu zinazokusumbua ni nini? Kuna watu wengine wanafanya nini? Hawataki. Muulize, tabia za kwenu zinazokusumbua ni nini? Kuna watu kwao hawahitaji mambo ya Mungu wao wanaabudu mizimu. Kwa sababu gani? Baba yao babu yao, vizazi na vizazi, walijengwa kwenye misingi ya ushirikina. Leo huyu unataka muingize kanisani na afanye kazi ya Mungu, mnaelewana? Ni lazima uchukue hatua na yeye achukue hatua, kubomoa ile nini, misingi na kile kiti kilichowekwa kuweza kuvunjwa.